Movie yetu inaanzia katika klabu fulani. Hapa kuna huyu dada anaitwa Ruth. Huyu Ruth ni msanii, ila msanii ambaye hajatoka bado, anajitafuta. Sasa leo anaenda kufanya show katika klabu hii na yuko na msanii mwenzake underground anaitwa Bree. sasa katika hii klabu watu wanatambulisha, kuna huyu mwamba anaitwa Silas, lakini tutamwita Sai wanatambulishwa katika hii klabu na huyu mwamba mwingine anaitwa JD yani Jermaine Dupri. Sasa huyu Ruth anasali, Mungu tusaidie, tunapenda kufanya show yetu, utukufu wote ukurudie wewe. Lakini Mungu, na mimi nipa utukufu kidogo, na mimi ndo nimependeza zaidi. Yani, dunia na watu wa ovyo haujawahi kuona. Sasa, show inaanza wanaanza kutumbuiza pale. Lakini kuna huyu mwamba anaitwa Malo na amekuja na wazazi wake. Yani, mpenzi wa huyu mwanadada Ruth. Sasa, amekuja kuonyesha wazazi wake kipaji cha mchumba wake. Yani, wazazi wengine bana. Sasa, hii ni kama kupatwa kwa jua. Wazazi wanashangaa maono amka mwana wao. Kwa hiyo show inaendelea, hatimaye inafika ukingoni. Sasa huku backstage anakuja Brina, furaha kweli, ametuzwa hela nyingi. Lakini mara anatokea Marlon, anamkumbatia mpenzi wake, anamwambia nimekuja na wazazi. Umekuja nao si so? Ungenipa taarifa. Yani aliwaleta bila kumtaarifu. Sasa wanamsifia pale, una kipaji, lakini binti hayuko comfortable leo. Na kazi alikuwa zuri sana kwa wakwe, na mara ghafla anaingia huyu mwamba. Huyu mwamba ndio manager wao wa mabinti yeye yeah, anamiliki lebo inaitwa mia nne na nne kwa, anajitambulisha pale, wanamfahamu. Sasa baada ya wale wazazi kuondoka huko kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, anakuja na yule mwamba anaitwa Jemaine Dupri. Huyu ni doni, anataka kuwekeza katika hiyo lebo, ye pia ana lebo yake inaitwa soso def. Sasa amevutiwa na kipai chao mabinti, anawaahidi mkifanya vizuri zaidi, mtawachukua niwalete kwenye lebo yangu. Sasa meneja aona, anasisitiza isiyejitahidini sana, si mmesikia ofa hiyo? Kwa hiyo anawaaga, anaondoka. Sasa huyu bosi wanabaki peke yake na Ruth kumbuka huyu Ruthi ndio mwenye kipaji zaidi kwenye hii lebo sana. Anambia Ruthi, usicheze na hii nafasi, yaani ndiyo nafasi yetu ya pekee ya kutoka. Huyu jamaa ameniahidi mkataba wa figa nane. Figa nane, yaani kwa haraka ni zaidi ya bilioni 20 na za kibongo sasa huyu Marlon na akiwa amemsindikiza mpenzi wake kwenye gari, anamlalamikia pale kwamba kwa hiyo unaridhika kabisa na hichi unachokifanya? Angalia mamangu alikuwa anamsupport baba kwenye biashara zake, si unaona umeziweka pamoja. Ifanya, ibana, mimi amna yani yakubaliani kabisa na mazingira ya bimdada. Wazazi wake hawakuridhika na kile ambacho kilitokea kule. Sasa huku nyumbani wazazi wanajadili, Marlon anahitaji mpenzi mzuri zaidi ya huyu, sasa hiki ndo nini kile. Lakini mzee anamtetea anasema ah, kijana amejichagulia, muache ajipakulie minyama yake, lakini mama comfortable kabisa na hicho kinachoendelea, kazi gani ile? Sasa wanajadili pale na basi kikao kinaisha wanalala hivyo. Sasa kunapopambazuka binti anenda studio kurekodi, si alishakubaliana na bosi, lakini binti yuko low sana. Yaani kila anachofanya studio anaimba anaimba kidogo anaharibu, anaimba kidogo ilo, kidogo. Shoga shoga yake yake analiona anamwambia anamwambia producer, hebu tuache. Ah, Ah, I Ruth, Ruth uko vizuri, unaimba vizuri vizuri? vizuri, unaimba, ah, kwa nini tunaongopeana? Sasa Ruth anaamua kuongea na aina gani za nyimbo tunazoimba? Mimi siridhiki kabisa na hizi nyimbo tunazoimba. Hebu kumbuka tulikuwa tunaimba zamani. Tulikuwa tunaimba kuhusu mapenzi, tulikuwa tunaimba kuhusu vitu vinavyoelimisha jamii. Lakini ndivyo vitu gani hivi tunavyoimba sasa hivi? Sasa kitu ambacho ujue ni kwamba huu ni mziki wa kibiashara na Ruth amezoea kuimba ule mziki unaoelimisha jamii. Kwa hiyo Ruth anakuwa haridhiki na mazingira , anaondoka. Anamfuata bosi wake nje huko. Sasa namwambia Samani ongee na wewe. Kitu gani itakiwa una rekodi? Mimi nataka kujitoa 404. Na unasemaje? Hebu ngoja niji. Unaona hii? Hizi ni hela zote ambazo nimeshapoteza kwako tangu nianze kukumanage. Na ulipia kodi kudia nguo na kukodishia gari wewe uweze kupanda usafiri wa umma, ushakuwa star, alafu kirahisi rahisi unasema unataka kujitoa kwenye lebo sikiza, na kushauri usije ukafanya hicho ambacho unataka kukifanya, kamalizie mkataba alafu tuachane kiamani. Lakini binti anang'ang'ania msimamo kwamba, sikiliza, kuhusu hayo madeni mimi nitajitahidi nifanye kazi no na kulipa kila mwezi. Sasa jamaa namtishia anamwambia, sikiliza, usipokamilisha mkataba kila kitu utakachokifanya nitakuharibia. Kwa hiyo namaliza mazungumzo yao, binti anaondoka hivyo sasa usiku hapa, binti anashtuka, anakuta missed call nyingi. Sasa anampigia mpenzi wake, lakini anayepokea simu ya mpenzi wake ni mama yake. Arakaraka anajibeba mpaka hospitali. He, mama, kuna nini? Kulikuwa na tukio la uvamizi wa gari hasa. Katika huo uvamizi, Malon na Eli wamepigwa risasi. Eli ndio mme wa huyu mama, huyu mama anaitwa Naomi. Kipindi wanazungumza pale, nesi anaingia, anawaambia kwamba kwa bahati mbaya wamejitahidi kuokoa maisha yao, lakini imeshindikana kwa wote wawili Wamefariki. Kwa hiyo mme wa huyu mama na mpenzi wa huyu dada Marlon wanakuwa wamepoteza maisha namna hiyo, wanalia pale. Unajua msiba wote huo hauwi mzuri. Sasa baada ya kutoka hospitali, leo ni nyumbani huku. Sasa wakiwa nyumbani, kuna mwanasheria wa familia anamwambia mama, mme wako alichukua mkopo benki na aliweka nyumba pamoja na magari rehani, lakini amefariki kabla hajamaliza yale madeni. Kwa hiyo nyumba itapigwa mnada na benki, lakini mme wako ana nyumba nyingine, ile mliyoanzia maisha kule kijijini, ile haina deni, unaweza kuhamia kule uisha. Lakini binti alikuwa mlangoni akiwa anasikiliza hayo mazungumzo, kwa alipata hiyo taarifa. Sasa akiwa bado yuko hapa, yule meneja wake sai akamfuata akamwambia, unajua tukio lenyewe alikutakiwa liwe la mauaji, ilikuwa ni kuchukua gari tu, lakini sijui kwa nini imefika huko. Anyway, saa zingine mambo huwa endi yalivyopangwa. Lakini kama nilivyokuambia, kila ambacho utakitengeneza mimi nitakichukua. Yani sikutani yani huyu ya jamaa yuko tayari kuona binti amejitoa kwenye lebo yake wakati kuna dili nono ambayo lilikuwa mezani, kwa hiyo anatumia vitisho kuhakikisha mambo yake yanaenda sawa Sasa anakuta ujumbe kutoka kwa shoga yake: mimi nimeondoka nimeenda sehemu isiyojulikana. Yani kiufupi wanaishi chumba kimoja. Sasa huyu Ruth amekuja kumtembelea mama mkwe wake, lakini anakutana na taarifa kwamba ameondoka amepanda gari anaelekea kijijini. Sasa ili umpate wewe stand, na kweli anamkuta ndani ya gari eh. na wewe umenifata, umenifuata unaenda wapi? mimi nimekuja tunaondoka na wewe. Wewe usinifuate mimi. ndani yako unapoenda, mimi naenda na wewe, sikuachi kitu ambacho ukijua ni kwamba hii movie imechezwa kutokana na kitabu cha kwenye Biblia kinaitwa Ruth. Yani, ile story ndio hii hapa. Safari inaendelea na hatimaye wanafika kijijini. Nyumba yenyewe waliama miaka ishirini iliyopita kwa hiyo imechakaa, yani sio kidogo. Sasa haraka haraka ni kuanza maisha ya kijijini, lakini mama amefika akiwa yani ana huzuni ana majonzi, yani muda wote haielewi, yani ana huzuni yani iliyopitiliza. Na mara anaingia chumbani, yani ngoa msalaba, yani ni kukaa na Mungu ambaye amsaidii katika shida zake, watoto wake, familia yake yote imekufa pia namzilia Mungu. Hasa binti la ameamka asubuhi, amepiga zake koti, anaingia mtaani kutafuta kazi na kwa kuwa kuvaa koti sio kupata kazi, anazunguka we, mpaka anachoka. Mara anaona watu fulani hapa, anawaendia kuwauliza, vipi mrenda wapi kufanya kazi? Anaambia ah, sikiza mrembo, wewe uziwezi hizi kazi, umepiga zako suti we, ni bora uende nyumbani. Hizi kazi tunazoenda kuzifanya ni ngumu, ni za kuvuna zabibu, jua kwa sana, ukipumzika ndio usiku huo, ila nafasi ipo, kama unaweza tuende. Binti anajishauri, anaona mm, sina kazi, niache kazi na mimi ni mtu wa kazi. Ah, anapanda huyo basi, wanatajua mbele huko nini kitakachojiri. Kwa hiyo wanapanda wana huko. Sasa wanafika kwenye shamba fulani, hapa ndipo wanapokuja kufanya kazi. Ni shamba la mizabibu hili, sasa kazi imeanza. Huyu dada waliokutana naye anakuwa anamuelekeza sasa. Kuna huyu jamaa ndio doni wa hili shamba, anaitwa Boazi. Anamuona huyu binti. Mm, huyu binti nani anayefanya kazi mpaka sasa hivi? Huyu hata kula hali. Sasa jamaa anavutiwa na huyu binti, aenda na huku nyumbani kwa Naomi anatokea pasta kuja kumtembelea Naomi. Anagonga pale anaita Naomi, nasikia umekuja fungua tuongee, mimi ni mchungaji. Aisee karibu sana. Lakini Naomi anakuwa anajificha hivi, yanini kusalimia na mchungaji wakati Mungu mwenyewe amemtelekeza. Asa mchungaji anaita sana hadi anachoka anaamua kuondoka, ila anamwambia "Utakapokuwa tayari nipigie simu, nitakuja ila tunafurahi kwamba umerudi Naomi. Sasa John Ruth anakuja kutoka kazini, amechafuka huyo, ila Mungu mkubwa, kuna pesa ameitengeneza. Anamwambia Naomi, nimepata kazi kwenye shamba la mizabibu kwa bwana mmoja anaitwa Azra. Oh, Azra namfahamu, ana kijana wake mdogo anaitwa Boaz. Ah, ni mstaarabu sana huyo kijana, yani ni wastaarabu kwa kweli. Oh, binti anashangaa. Kumbe sasa huyu Boaz ana stoki yake ya vinywaji hapa, hii ndio stoki yake anayeaminia, kwa hiyo anaipigia mahesabu anasema aisee, hii kitu tukiuza tutakuwa tumetoka kwenye umaskini, yani tutakuwa tumetoka vibaya mno. Huku nako kazi ikiwa inaendelea, jamaa namsikia Ruta naimba. Anamsogelea huyu bimdada na mwambia, unasikia huu wimbo? Ndio hapa huyu bintu huyu ni sta, mi namjua, niishie kumsikia, ninamjua kabisa. Unasikia? Unasikia hicho anachokiimba? Unasikia, ni sta, alikuwa kwenye lebo fulani naitwa mia nne na nne. Oya we sta, mimi nakujua bana, nakujua kabisa mimi, nilikuwa nakufuatilia. Isiye ni yeye bana. E, ah, tuko na star tunavuna naye hapa, mbona sio kawaida? Sasa binti anaitwa na msaidizi wa bosi, anaambiwa bosi ameona akupe mkataba wa kudumu kabisa hapa hadi msimu utakapoisha. Kwa hiyo, karibu sana kwenye timu. Eh bana, binti ameshapendwa na bosi bana, kwa hiyo upendeleo ni lazima. Sasa baada ya kazi wametoka kidogo, kwa hiyo wamechumia juani wameenda kulia kivulini. Sasa ushogake anamwaga kwamba ngoja niende uani na rudi. Anaenda sasa, anaporudi mara Ruth anasikia jina lake linataja kule mbele kwamba leo tunaye msanii anataka kutuimbia kutuimbia hapa paretua... Mobley. Eh, jamani, wewe umenijuaje? Ni mimi ndo nimekutaja. Sasa binti anakuwa anagoma kwenda, lakini shoga yake anamsisitizia, anaenda. Ah, jamani sasa mimi nitaimba nini hapa jamani, ila nitaimba kidogo country. Country inatosha kabisa. Sasa binti anaanza kucharanga hilo country anaimba pale sasa, kwa kuwa na sauti nzuri yani watu wanaanza kumrekodi, yani binti ametisha sana, haijawahi kutokea sauti tamu kama hiyo. Sasa Boaz pia alikuwepo kwenye hiyo klabu. Sasa anashanga sauti tamu aise, ni ya nani? Ni ya huyo binti. Yani klabu linabaki kuimbwa jina la huyo binti, mbona msanii mkali sana huyo? Sasa binti naye amefurahi, lakini akuwa anataka kabisa kujihusisha na ishu za kuimba. Sasa Boaz ananaskai kinyonge, aenda kaunta pale kumwagizia binti vinywaji, anasema aise, una sauti nzuri sana, mi nimekukubali sana yani lakini binti anamwambia, ah, hayo maneno sio mageni hapa jijini. Huyo binti anajikataa. Sasa huku nako kwa huyu manager ametafutwa Ruth wa mchongo, lakini haimbi kama yule Ruth original. Sasa huyu mwekezaji anakasirika kando, nini kinaendelea? yuko wapi yule binti? lakini anajibiwa yule binti, tulikosana naye kidogo, mtafute. Mimi siwezi kuendelea na dili kama yule binti hayupo bana, hakuna anachokifanya. Sasa, sasa anambana rafiki yake binti huyu Bri. Hebu leta simu yako. Hebu nitajie password. Anakagua simu yake pale afu anambana. Hakikisha unajua mwenzako alipo. Sitaki utani mimi. Huyu meneja anakuwa amemaindi sana. Asa baada ya kutoka kule klabu, binti amerudi ya hapa, anapumzika. Huyo rafiki yake anamtumia meseji. Ah, Ruth mambo vipi, kwema huko? Ah, kwema, mi niko tenisi, navuna mizabibu. Usinchekeshe, unavuna nini? Ila hata hivyo, nashukuru kuwa we ni mzima. Sasa leo ni siku ya ibada. Ruth amejiandaa kwenda kanisani, lakini mama ajisikii kabisa kwenda kanisani. Unajua kipindi tunaondoka huko tulikuwa watu watu walisikia kwamba nimekuwa tajiri. Sasa leo niende kanisani watu waone nimefulia hivi, watalicheka sana, mimi siwezi kwenda. Kwa hiyo Ruth anaenda kanisani mwenyewe. Sasa anafika kanisani wanashanga, eh, na wewe unasali hapa? Eh, ndio nasali hapa, nakaa kwa Naomi. Oh, unakaa kwa Naomi? Nilikuja kumtembelea Naomi ila hakuwepo bana. Naomi tulikuwa tunaishi naye hapa kijijini, lakini akahamia mjini. Sasa wanamaliza mazungumzo Ruth

Wewe mbona unanishangaa sana na kushangaa kanisa langu hili? Kwa hiyo sio shamba tu na miliki na kanisa pia. Ti hapana mimi nasali hapa. Ah, unasali hapa kumbe. Sawa, basi wanaenda kuabudu. Sasa leo huyo shogake anamuonyesha video. I say, Ruth, ile show yako imeenda viral. Angalie, ina viewers elfu themanini na mbili. Lakini Ruth anamwambia ishushe, sitaki kuiona hiyo video. Unajua Ruth hataki kabisa ili jambo lienee kwa sababu amekimbia kule. Wale watu akijua yuko huku itakuwa ni balaa. Huku nako lile kanisa limekuja kumfanyia huyu mama usafi kwenye nyumba ake. Kumbuka ni miaka mingi, hii nyumba yake imechakaa na walisikia amepata msiba, hiyo wamekuja na kumtia moyo pia. Sio kama dini zingine za mtume fulani hivi, unapeleka tu sadaka mchungaji hapajui hata nyumbani kwako. Sasa baada ya kufanya usafi, wanapatapata vinywaji pale, lakini Naumi anamwambia Ruth, hebu tembeni kidogo, mwongee na Boaz mjuani. Sasa wanatembeatembea kidogo, wanaujiana pale. Boaz anamwambia mi nimesoma na degree, lakini merisi hili shamba kutoka kwa baba yangu. I say, oh, kumbe. Lakini mbona? Ah, hata sijui kwa nini siowi lakini anaijua ni Mungu. Na vipi kuhusu wewe mwenzangu, hali yako ikoje? maana nisiongee mimi tu. Aa, mimi mimi sijasoma kama wewe, sikuwahi kumwona babangu hata siku moja, lakini mamangu alinitelekeza nikiwa na miaka mitano. Sasa kipindi wanazungumza huku, wanasikia kuna kelele, wanakimbia kuona kuna nini. Aisee, binti ameletewa gari bana. Eh, Ruth unaona, nilikwambia huyu kijana ni mstaarabu, utakuwa unaenda kazini na gari hasa. Kumbuka nilikwambia Boaz ana stock yake ya mizabibu ile. Sasa leo anapanga deal na bosi fulani hapa kuhusu kusambaziwa hiyo mizabibu hapo. Kwa hiyo, oh, bosi anamwambia, jitahidi uharakishe ndani ya mwezi mmoja hiyo kitu iwe tayari. Kipindi hicho uhusiano wake na Ruth pia unaendelea kukua taratibu taratibu. Sasa leo anamleta Ruth kwenye store yake, anamwambia huu mzigo ukitoka kwa kweli nitakuwa mbali sana kimaisha na utegemea sana huu mzigo. Lakini wanapanga kutoka deti, kwa hiyo anamletea taarifa Naomi. Naomi anamwambia unataka kwenda deti? Ngoja nikupe nguo zangu nilizoenda nazo deti mimi. Ruth kweli anazichukua anazipigilia hasa. Naomi akiwa anakuja kwa Boaz deti, anaona neno la kigiriki limeandikwa domas eus domas eus. Na mara Boaz anafika anamkaribisha, sasa wanaanza kupiga stori. nimeona neno faenda kigiriki pale lina maana gani? ile neno lina maana nyumba yake, yaani baba alivyoijenga hii nyumba. ilikuwa ni mali ya mama na mimi nitakavyompata anayenipenda itakuwa ni nyumba yake. Lakini ghafla mawazo ya binti yanabadilika, anakimbia Binti anawasiwasi kwamba akiwa karibu na huyu jamaa atakuja kufa kama wale walivyouawa. Hasa kumbuka, huyu Boaz ajui kuhusu hilo. Kwa hiyo anafanya kama anamkwepa jamaa hivi, ili kumwepusha na hizo balaa. Sasa leo kama kawaida, baada ya kazi wanakuja kujinyosha klabu hapa. Sasa bahati mbaya ni kuwa leo klabu huku ameingia huyu meneja kumtafuta binti. Kumbuka binti alifanya show kwenye hii klabu na video zilisambaa. Sasa kabla hawajakaa anapokea simu fulani hivi ya dharura kutoka hospitali kuwa Naomi anaumwa. Sasa haraka haraka binti anaondoka. Lakini wanavyoondoka wanakuwa wamepishana na huyu meneja wake Sai. Huyu meneja anakuja kaunta hapa kumuulizia. Lakini huyu batenda anamwambia kuna jamaa fulani huwa anamuona naye ni mmiliki wa shamba la mizabibu. Sasa huyu meneja anakuja kwa Boaz. Samani kwa kuwaingilia. Ruth yuko wapi? Jamaa namjibu, sijamuona siku nyingi. Ujamuonaje bana? Hebu nielekeze binti alipo. Nimekuambia sijamuona siku nyingi, lakini hata batenda ameniambia kwamba wewe kila saa uko naye. Lakini Freshi, usijali, nitampata. Jamaa anaondoka na bodyguard wake huyo, pande la mtu mtu sita huyo. Huku nako binti amefika hospitali, anamkuta yuko na pasta hapa. Sasa Naomi anaanza kumuhusia, anamwambia Ruth, unampenda Boaz ili unaweza kuliona hata kwenye macho yako. Sasa fanye hivi, usijibani Anaimba anamwona huyu meneja yuko hapa, he, hadi binti anashanga, huyu jamaa yuko hapa. Yani ile namfanya yani, anashikwa na hofu kweli kweli, kwa sababu hakutegemea kabisa ili kutokea, na anajua kabisa jamaa kilichomleta hapa sio kitu kizuri kabisa. Lakini mara ghafla, kuna kitu fulani binti anakiona ambacho sio cha kawaida. He, ni moto bana, yani ile stori ya jamaa aliyokuwa anaitegemea maishani mwake imepigwa kiberiti, yote inawaka moto ile, yani imeshushwa yote sasa wanakaa eneo la tukio mpaka asubuhi. Kuna message inaingia kutoka kwa manager yake, tukutane hapa nyumbani kwenu. Sasa anamwaga, Boaz, Boaz, mimi inabidi niondoke. Unaondoka unaenda wapi? Niko kwenye hali. Samahani tu inabidi tu mimi niondoke, nimekusababishia matatizo. Matatizo yote mimi ndio nimekusababishia. Sasa, binti anaondoka, jamaa anakuwa ile ile. Bwana mbona kama hivyo, sasa kuna nini? Sasa kuna polisi anakuja. Ee Bwana Boaz, kuna mtu yoyote unauadui naye au kuna shida yote imetokea? Hapana, hebu nieleze. Au kuna vitisho labda? Vitisho? Ee, ee, vitisho vitisho vitisho, kweli vipo. Jamaa anaunganisha doti kwenye maneno aliyomwambia binti na yule mtu aliyekutana naye kule klabu, anaona kuna kitu fulani sio cha kawaida. Sasa huku mama anashangaa, huu Naomi anapaki, anaenda wapi? Anamwambia Naomi usiondoke, lakini huku meneja anamwambia asipoondoka yatampata kama yaliyompata mme wako na mtoto wako siku ile kwenye gari. Ina maana wewe ndo umemuua mme wangu na mtoto wangu huyu? Ah, Ruti aendi sehemu. Sasa anamng'ang'ania huyu jamaa asiondoke na, na binti lakini jamaa anampiga bonge la mteke huyu. Sasa wakiwa anaondoka na Ruti mara Boaz anafika on time, anafanikiwa kumpiga huyu meneja, kumshushia kipigo kwelikweli. Lakini huyu jamaa anafanikiwa kuona silaha sasa, anaichukua ile silaha haraka haraka ampige msela, lakini mara anakoswakoswa. Alafu bii mkubwa anamwambia hiyo nimekosa, ila ya pili sikosi, kwa anafanikiwa kumdhibiti jamaa pale wewe ndio uliyechukua furaha yangu, si ndio? Sasa kipindi mama anaongea pale, polisi nao wamefika, wanamchukua jamaa, wanaondoka naye na mama anawaaga pale, anawaambia mimi ngoja niondoke na polisi niende nikatoe maelezo kwao. Majamaa wanabaki hapo peke yao. Sasa huku wamekuja kwenye hiyo stoo yao, kumbuka, imeteketea, imekuwa majivu. Wanakagua kagua kama kuna chochote kimebaki, lakini binti anachukua chupa ya waini, anasema ah, hii waini mbona kama haijaharibika? Hebu ionjeni, mimi naona iko vizuri, hebu ionjeni, msikatie tamaa. Sasa huyo msaidizi anaionja anaisikia. Boaz naye anapewa ionje, aisikilizie. Aionja anaipiga Boaz, Boaz anaipiga anasema wewe ni kweli nachokisikia? Ye bana, hii waini haijaribika bana! Yani kumbe ule moto uliowashwa ni kama tu uliipasha, lakini haujaiharibu hata kidogo, kweli bana. Unaandaliwa tena mzigo unaitwa kwa huyu bosi. Bosi anauonja afu anaukonfirm kwamba, aise, waini yako imekuwa nzuri sana, tumekubali kufanya biashara na wewe. Da, Boaz anakuwa amini kama kweli amefanikisha. Na kwa vile Mungu ni mwema siku zote, leo Ruth na Boaz wanafanikiwa kufunga ndoa yao bwana, kwao ni furaha juu ya furaha. Na huyu mama baada ya siku nyingi anaenda kuurudisha ule msaraba ukutani. Alimkatia Mungu tamaa, lakini kumbe kweli Mungu anampenda siku zote. Na mimi nikwambie wewe, Mungu akatiwi tamaa. Huu mzigo unaitwa Ruth na Boaz unatufundisha kuwa mapenzi yana namna nyingi sana yanavyoanza. Usikariri.